Majina ya wale walioweza kuitwa katika usaili utumishi wa umma, majina ya nyongeza. Na hii ni taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, baraza la mitihani la taifa Tanzania NECTA, taasisi ya elimu Tanzania TAI, chuo cha mipango ya maendeleo vijijini IRDP. Kuanzia interview zitaanza kuanzia tarehe 8 mwezi wa 10 2025 hadi tarehe 13 mwezi wa 10 2025 usaili utafanyika katika tarehe kama ilivyoonyeshwa hapo, na hakikisha unaenda na vyeti vyako halisi. Result slip hazitakubaliwa kwa wale waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU pamoja na NECTA. Na ratiba ya usaili wa vitendo ni kama inavyoonekana. Taasisi ya utafiti wa kilimo, uh, usaili utaanza tarehe 11 mwezi wa 10 2025, saa 1 asubuhi katika ofisi za TARI ulolembea. Ratiba ya usaili wa mahojiano itaanza tarehe nane mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano tarehe tisa tarehe kumi na tarehe kumi na tatu Chuo cha mipango ya maendeleo vijijini IRDP assistant lecturer project planning. Kwa hiyo ratiba ni kama inavyoonekana katika PDF hii. Na kwa wale ambao ni mara yenu ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine, ili waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu.